Shirika la ndege la United Airlines linakabiliwa na kesi ya shirikisho inayowakabili wanafunzi 29 wa zamani wa Chuo cha United Aviate Academy wanaodai kuwa kituo hicho hakitoi programu ya mafunzo ya kina ambayo shirika la ndege linaahidi. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba katika malalamiko yaliyorekebishwa yaliyowasilishwa yali wiki jana, wanafunzi hao wanadai kwamba hawakuwa na muda wa kutosha wa ndege kwa sababu ya uhaba wa wafanyakazi pamoja na nguvu duni ya fleet za mafunzo. Kulingana na kesi hiyo, wanafunzi wanasema kuwa kuna wakati chuo hicho kilikuwa na takriban ndege ishirini za kuwafunza mamia wanafunzi waliojiandikisha katika chuo hicho. Matokeo yake wanafunzi wengi hawakuweza kuruka kadri walivyotaka. Mwanafunzi mmoja anadai kwamba angeweza kusafiri kwa ndege mara moja au mbili kwa muda wa miezi kadhaa, na mara nyingi walimu wake walipewa mgao mwingine. Aliongeza kuwa aliombwa kuondoka katika chuo hicho kwa kuchukua muda mrefu sana kuendeleza kupita kozi zake. United Airlines ina mipango mikubwa kwa siku zijazo. Katika muongo ujao, inataka kuajiri marubani zaidi elfu kumi na kuwa na kundi kubwa zaidi la ndege za widebody katika Marekani Kaskazini. Katika miaka hivi karibuni, haswa baada ya janga la covid-19 tasnia ya ndege imekabiliwa na uhaba mkubwa wa marubani. Kwa hivyo United Airlines iliamua kuanzisha shule yake urubani mnamo mwaka 2022 kwa lengo la kutoa mafunzo kwa marubani wapya 1500 ifikapo mwaka 2030. Wakati wa ufunguzi, mkurugenzi mtendaji wa United Airlines Scott Kiby pia alitangaza kwamba JP Morgan Chase and Company walikuwa wameboresha ushirikiano wao na kuahidi kufadhili karibu dola milioni mbili 2.4 za ufadhili wa masomo kwa marubani wa baadaye. Wanafunzi katika chuo hicho hupitia programu kali ya mafunzo ya mwaka mzima na baada ya kukamilika mafanikio wanapewa kazi katika shirika hilo. Kulingana na shirika hilo la ndege, baada ya kumaliza mafunzo yao katika chuo hicho, wanafunzi wanaweza kujenga uzoefu wa urubani na uongozi, huku wakifanya kazi ndani ya mfumo wa ukuzaji wa majaribio ya Aviate katika vyuo vikuu wa shirika ya kitaalamu ya mafunzo ya urubani na waibaji wa United Express, wote wakiwa njia ya kuelekea kuwa marubani wa United Airlines. Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi huchora picha tofauti. Mshiriki mmoja anadai kwamba alikuwa na mwalimu ati katika kila safari zake nne za kwanza za ndege na alipofika safari yake ya nane ya ndege mwanafunzi mwenzake alikuwa akimwelekeza. Chuo hicho pia kimeshutumiwa kwa kuandikisha wanafunzi wengi kuliko inavyoweza kumudu kama ilivyoonyeshwa na AP, kesi hiyo inasema kuwa waliche uandikishaji wa chuo hicho wa wanafunzi 325, zaidi ya wanafunzi 380 walijiandikisha mnamo Machi mwaka 2024. Hii ilisababisha bodi ya udhibiti ya shule hiyo kutoa barua ya onyo na kuifanya United Airlines kuanza kuwafukuza wanafunzi kufuata sheria, kwa mujibu wa kesi hiyo. Tume ya udhibiti ya shule na vyo vya kazi iliweka chuo hicho kwenye majaribio, na Januari mwaka huu kwa hiari yake iliondoa kibali chake. Shirika hilo la ndege liliambia AP kwamba inatafuta kibali mbadala ili kudhibiti mahitaji ya shule urubani.